Licha ya kuongoza waumini katika ibada na maombi kanisani huko Mwiki, Agnes Nyambura Wainaina amekuwa mkombozi wa, wa wazee haswa waliotelekezwa na jamaa zao katika mtaa wa Dandora hapa Nairobi. Ni shughuli ambayo ameifanya kwa takriban miaka minne sasa, huku wazee hao wakipata matumaini ya kuishi vyema kila siku kupitia huduma anazowapa kama vile matibabu, chakula na hata kuwalipia kodi ya nyumba baadhi yao. Inayofuata ni simulizi yake kwa kina, huku tukimvisha taji la mwanamke bomba wiki hii. Kwa majina naitwa Pastor Agnes Nyambura. Niko na kanisa pale Mwiki, inaitwa Peace of Grace ada Apostle George. Ile kitu inanigusa ndio nikuwe na wamama ni vile niliona mimi mzazi wangu alikufa, baba na mama. Tukakutana na mama moja akaniambia mashida yake yote, nikasikia hiyo jukumu, na nikaona ni kama mama yangu. Sasa nikakuwa nasikia hiyo jukumu iko ndani yangu. naendanga nikiwaangalia kila mahali, kila pahali, hata nyumbani kwao, naendanga nawatafuta, nawapea, hata kama ni chai, tunakunywa pamoja, hata kama ni ugali lunch. Kunalingana na ile masaa nafika kwa huyo shosho. kuna mama moja nilienda nikatembelea wakati nilimtembelea nilimpata kama ako mahali kwa kitanda, hiyo kitanda ilikuwa imeisha sana hiyo matresi yake. Na yeye tukaongea tukaongeaongea, na yeye nikachukua jukumu nikamuosha na yeye akaniambia mwingine, so wakati nilikuwa naenda kwa huyo akaniambilia mwingine akanituma kwa kwa huyo mwingine nikaenda, nikijua ah, wamama nikiwachukua niwaweke mahali pamoja, tuwe tunakula pamoja, watakuwa na raha Amen kuna wamama kadhaa nilikuja nikawaambia, hii mwito ni, wakaona hiyo maono yangu ni mzuri, wakanishikiria. Akaniambia hana uwezo, akawa naniuliza mashauri atafanyaje, na kuna mzigo ya kusaidia hawa mabibi washoshoa, ambao ni wazee. Tukaendelea kumtia moyo, tukipata unga tunamletea, tukipata mavazi tunaleta, na safari yetu imekuwa ilianza hivyo, tukakuwa na kikao wakati tulikuwa na kikao na wao tena wengine watano, tukakuwa watu kumi. Ndio tulishika hiyo jukumu. Tuna contribute ile pesa kidogo tunapata na ile ingine tunapewa sadaka, tunaenda tunanunua, hata kama ni dawa, tunampeleka hospitali. Kampuni ingine iko hapa inaitwa Jada, hiyo nayo wanakuwa msaada kwetu, juu tunaendanga hapo tukiwa tumeshikana wanatupea unga, na sisi tunaita washosho wetu tunawapea hata unga. Ni wengi sana. Tunapatanga machallenges sana wakati tunatembea huku. Tunapatanga wengine hata hawezi kujipeleka, wengine hata hawezi kuoga, tunaenda tunawaosha. Wengine hata kukula, hiyo kitu mmempelekea ama mmempikia hapo ako na shida ya kukula, tunachukua kijiko tunampea. Mwingine akimuoshea nyumba, mwingine akimuvulia. Saa zingine unaweza enda upate huyo mama ni mgonjwa, wakati ako mgonjwa una hiyo ya hospitali wengine, unaweza patana na wao unaona ni kama wanaona ni kama unabeba babu, wazazi hao kama unataka mza, upate usaidizi ndio wewe mwenyewe ujisaidie. Watu huongea mengi lakini juu hii ni mwito, nasikianga vizuri sana wakati napeana, hata za zingine najipata nimepeana hata zangu. Ningetaka at least kukuwe na watu wajitokerezee, wanishikirie ndio tufikie haa wazazi wetu, ndio watushikirie na ndio at least, na wao wawe wanajipea chakula wako sawa, lakini watoto wao ndio hawana makazi. Wengine watoto wao walikufa, wengine watoto wao walienda wakaachanishwa, waka hivo. So naona ni vizuri tuwe tunaangalia wazazi wetu juu wako na mashida mingi sana.